Msifu Yesu Kristo. Karibu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media. tunakushukuru kwa kuungana nasi tena katika tafakari ya Dominika hii takatifu ya Matawi, tunapoanza rasmi Jumakuu, kipindi kitakatifu kabisa katika maisha ya Kanisa, maisha ya Kikristo, kinachotufikisha kwenye mateso kifo na hatimaye katika ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Leo tunamwona Yesu akiingia Yerusalemu kwa unyenyekevu mkubwa, akiwa juu ya mwana punda, ishara ya mfalme wa amani. Tunashangilia pamoja na umati wa watu waliomkaribisha kwa matawi ya mitende na vazi la furaha, lakini pia tunaanza kutafakari njia ya msalaba Anayoianza kwa ajili yetu sote. Tafakari hii itatusaidia kujiweka tayari kiroho na kutafakari upendo mkuu wa Kristo aliyekubali mateso kwa ajili ya wokovu wetu. Karibu tusafiri pamoja katika tafakari hii katika imani, matumaini na toba. E Mungu wa huruma, Tunakushukuru kwa kutujalia neema ya kuingia katika juma hili kuu. Tunakuomba ufungue mioyo yetu, ili tuweze kutafakari kwa kina mateso ya mwanao mpendwa Yesu Kristo. Tujalie neema ya kumfuata kwa moyo wa unyenyekevu na toba ya kweli, ili tufikie uzima wa milele. Mpenzi mtazamaji wa Oratorio Media, tafakari hii ya Dominika ya Matawi ni mwaliko wa ndani wa kutazama upendo wa Mungu kwa jicho la imani. Karibu tutafakari pamoja. Tafakari hii imeandaliwa na Frateri Vitalis Masika wa shirika la ufufuko C.R. Si karibu tusikilize masomo.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 nami najua ya kuwa sitaona haya. Neno la Bwana. Tumshukuru. Wimbo wa katikati unatoka Zaburi ya ishirini na mbili aya ya saba hadi ya nane na aya ya kumi na sita hadi ya kumi na saba a na aya ya kumi na nane hadi ya kumi na tisa na aya ya ishirini na mbili hadi ishirini na tatu na kitikio ni aya ya kwanza nayo na inasema, Mungu wangu, Mungu wangu mbona umeniacha? Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho; bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu; tena, alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba.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 akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Ndugu Wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari fupi ya Dominika ya Matawi mwaka C wa kanisa. Dominika ya Matawi ndiyo mwanzo wa Juma Kuu ambalo kilele chake ni adhimisho la fumbo la Pasaka, yaani mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa maneno mengine, Dominika hii huitwa ni Dominika ya mateso. Kabla ya adhimisho la misa takatifu ya Dominika hii, hufanyika maandamano ambayo ni ukumbusho wa kuingia kwake Bwana wetu Yesu Kristo kwa shangwe katika mji wa Yerusalemu. Hii haimaanishi kwamba tunaiiga tukio la kihistoria lililotokea siku hiyo Yesu akiingia Yerusalemu. Hapana. Kwa maana wana wa Yerusalemu walimpokea Bwana kwa kumlaki wakidhani ni kiongozi wa kisiasa au mfalme ambaye ajaye kuwakomboa kutoka utawala mbaya, na hivi walishangazwa kuona mfalme akiingia aliye duni, amepanda punda badala ya farasi mwenye magari ya farasi na majeshi huku akisindikizwa kwa shangwe na sauti za baragumu na tarumbeta. Hivyo waliamua kuchukua mavazi yao, mitandio na kanga zao, na kuitandika chini ili mfalme mtukufu aweze kupita juu yake kwa heshima. Wakachukua na matawi mikononi mwao na kuanza kumshangilia, wakiimba hosana, mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Sisi leo tunampokea na kumshangilia Kristo kama Bwana na mkombozi wetu, na sio kiongozi wa kisiasa tukimwonyesha nia yetu ya kumsindikiza katika Juma Kuu na hata katika maisha yetu yote, katika njia yake ya mateso na kifo iliyo mlango wa ufufuko. Na ndiyo maana Dominika hii huitwa pia Dominika ya Mateso. Katika masomo yetu ya leo, zipo dhima nyingi na mbalimbali zinazowakilishwa na makundi mbalimbali mbali ya watu lakini kwa ujumla tunahimizwa kusherekea au kuadhimisha mafumbo matakatifu ya ukombozi wetu au wokovu wetu kwa uchaji na kwa hari kuu, tukifuata mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe, yeye alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti na mauti ya msalaba. Na kwa hivyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akampa jina lililo kuu zaidi, lipitalo kila jina. Tukumbuke kwamba Kristo Yesu kwa asili alikuwa daima Mungu, lakini hakufikiria kwamba kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kung'ang'ania kwa nguvu, bali aliacha hayo yote, akajitwalia hali ya mtumishi, akawa mwanadamu ili atupatanishe tena na Baba baada ya anguko letu dhambini. Alitakiwa apatikane anayefanana na Mungu ili atupatanishe tena na Mungu. Hivyo basi, ndugu wapendwa, tunapoishi leo tukumbuke kwamba tunaitwa kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo katika njia yake ya mateso na kifo iliyo ndio mlango wa ufufuko. Tunaitwa kufa kuhusu dhambi na kufufuka na Kristo kila siku. Tunaalikwa kujikana au kujikatalia yanayozipendeza nafsi zetu na kufanya yanayompendeza Mungu. Mara nyingi tunapofuata yale yampendezayo Mungu yanatufanya tuonekane tusio wa maana katika ulimwengu huu. Kwa maana hayo huenda tofauti na yale yote yanayogusa nyanja zote za maisha ya mwanadamu katika ulimwengu huu, yaani, nyanja za kisiasa, kiuchumi na hata kiutamaduni. Mfano, leo hii tunashuhudia siasa chafu zinazopelekea machafuko, fujo na vita duniani, mfano katika nchi ya Ukraini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii husababisha vifo vya watu wasio na hatia, uvunjifu wa amani, wakimbizi na watu kukosa makazi au hata kuhama nchi zao. Kwenye swala la kiuchumi na shughuli zake, kumetawaliwa na dhuruma na unyonyaji, ukandamizaji na ubadhirifu, ambavyo vyote hivi husababisha mateso na maangaiko kwa wanadamu, hasa wanapokuwa wakikosa haki zao za msingi. Katika tamaduni, ndio tunashuhudia kumomonyoka kwa maadili kunakoletwa na kuendeleza tamaduni zilizo mbaya na kuiga tamaduni zenye viashiria vya kumomonyoa tamaduni zetu na asili zetu. Hivyo ndugu zangu, tunaalikwa leo kujichukulia misalaba yetu kama bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe na si kuikimbia au kuiacha, iwe ni siasa chafu uchumi mgumu au hata tamaduni zisizo na maadili yeyote ni misalaba yetu. Kikubwa ni kuibeba na kufanya marekebisho pale tuwezavyo. Kama ni uchumi mbaya, basi tufanye kazi kwa bidii, tutafute kazi, tufanye kazi kwa bidii. Kama ni siasa chafu, basi hata kuwaombea viongozi wa siasa waweze kuwa wema, na hao pia walio katika mlengo huu wa siasa waweze kuwa watawala bora. Katika kituo cha pili cha njia ya msalaba kinatuainishia vema kabisa aina ya misalaba mbalimbali mbali ambayo ni wajibu wetu kuibeba, lakini wengi wetu tunaikataa. Hivyo basi, tunapoendelea kushiriki mafumbo haya matakatifu, tujitahidi kuishi tukimpendeza Mungu, hasa tukiwasaidia walio dhaifu na wanyonge, wahitaji, wagonjwa, walio kifungoni, wenye njaa na wasio na mavazi. Na kwa kufanya hayo, tutakuwa tunamfuasa Bwana wetu Yesu Kristo kweli katika njia yake ya mateso na kifo iliyo ndio mlango wa ufufuko. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateli Vitalis Masika wa shirika la ufufuko. Tumsifu Yesu Kristo.